Ni kawaida sana kuona mtoto ambaye amemaliza kidato cha sita kwa mfano, au pengine ana digrii kabisa ya elimu fulani, lakini hawezi hata kujipikia chakula mwenyewe, anataka kuhudumiwa. Hawezi kujifulia nguo mwenyewe, anataka kuhudumiwa. Nikawa na watania, mnazalisha maofisa wa kuhudumiwa badala ya watu wa kuja kuhudumia jamii. Jambo hili ni hatari kwa taifa na ni lazima liangaliwe na VETA. Mnayo nafasi kubwa ya kuziba hilo i kuna uwezo mkubwa wa kubadilisha nchi yetu, kama wote tutakubaliana kwamba watoto wetu wapate stadi fulani kwa ajili ya kubadilisha maisha, na mtoto aangaliwe kitu gani anakipenda wakati wa kujifunza kwake katika elimu. Unapokuwa unafanya career development na monitoring ya mtoto, unamwangalia maisha yake shuleni, anapenda nini? Huyo mwelekeze kwenye hicho anachokipenda, kwa kuperfect, kumpitisha kwenye mafunzo haya ya stadi, ili kesho aweze kuwa na maana zaidi kwenye maisha yako. Amna taifa lolote duniani unalolifahamu ambalo limeendelea bila kuwa na watu wenye stadi fulani za kuweza kutatua matatizo yake. Na ikiwa tutaacha kuwekeza kwenye kufundisha watoto wetu kwenye stadi, manake ni kwamba tutatafuta stadi hizo nje ya nchi kwa gharama kubwa, na matokeo yake kazi zozote tunazojenga iwe kujenga barabara, kujenga nyumba, itakuwa na gharama kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujuzi ama ufundi huo huupati ndani ya nchi, na matokeo yake itakuletea hasara kubwa.